Kule visiwani Zanzibar ndani ya mwaka 1950 ndio alifariki mwanamuziki nguli wa muziki wa taarabu Siti binti Saad Elmammy. Ndani ya miaka hiyo wanawake wengi wa Afrika Mashariki walitumia sauti zao kwa ustadi mzuri wa sanaa ya uyumbaji wa mashairi ya kudai haki, usawa na uhuru. Licha ya kuwa, binti Saad anataja kuwa mwanamke wa kwanza Afrika Mashariki kuimba taarabu kwa lugha ya Kiswahili, lakini kwa asilimia kubwa alitumia majukwaa ya kisanaa kufikisha ujumbe juu ya wale wanaofanya unyanyasaji hasa kwa wanawake. Pia nyimbo zake zilihubiri haki, upendo na utu. Moja ya nyimbo zilizoteka hisia za watu ni Kijiti. Wimbo huu haukuwa tu ni burudani kwa hadhira, bali ulielezea kisa cha kweli kilichomhusu kijiti na utekelezaji wa mauaji ya mpenzi wake. Siti aliwimba mmbo huu kwa makusudi, lengo ni kukemea ukatili na unyanyasaji hasa kwa watu wa hali ya chini, kukosoa mfumo wa haki ambao wakati huo ulikuwa ukiwapendelea matajiri na wenye mamlaka. Pia ulikuwa ni sauti kwa wasio na sauti. Nyimbo nyingine ambazo Siti bint Saad Elmammy alizoimba na ziliteka hisia za watu ni pamoja na Haki Haipotei, na Washukuru Wazazi, na Kijiti cha Mwana. Kutokana na mapitio ya nakala mbali mbali zilizochapishwa, Siti siyo jina lake halisi, bali alipowa na kabila moja wakati huo kutokana na kipaji alichonacho. Lakini jina lake halisi ni Mtumwa wa binti Saadi Elmami. Wazazi wake walimbariki jina hilo kwa sababu alizaliwa katika kipindi cha utumwa, na hali hii ipo mpaka sasa, kwani baadhi ya wazazi wa Kiafrika huwa wanatoa majina wa kwa watoto wao kutokana na mapitio ya maisha yao au wakati wa ujio wa mtoto huyo.